Mshalom, shalom, wana wa Mungu na kusalimu katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Ah, uh, wana wa Mungu wana sheria zilizofalakana na sheria za mataifa yote. Wana wa Mungu wana sheria zilizofalakana, zinazofarakana na sheria ya mataifa yote wana tamaduni na desturi zisizoshabiana na desturi za mataifa mengine au mataifa yote ulimwenguni. Tunasoma kitabu cha Esta sura yake ni ya tatu. Esta sura yake ni ya tatu mstari wake ni wa nane Biblia inasema basi, Hamani akamwambia mfalme Aswel, kuna taifa moja waliotawanyika na kukaa mahali mahali katikati ya mataifa walioko katika majimbo yote ya ufalme wako, nao sheria zao uh -huh. nao sheria zao zimefalakana na sheria za kila taifa, wala hawazishiki amri za mfalme, kwa hiyo haimpasi mfalme kuchukuliana nao. Mwisho wa kunukuu. Mwana wa Mungu taifa la Mungu au wana wa Mungu ni watu ambao sheria zao hazishabiani na sheria za mataifa mengine. Hapa tunaona kisa cha jamaa mmoja anaitwa Hamani na Modekai. Hamani anamchukia Modekai kwa sababu Modekai alikuwa hainami mlangoni kama watu wengine walivyokuwa wanainama, kwa sababu watu wengine wanapofika kwa mheshimiwa wanainama. Mheshimiwa kwao, wana wa dunia wanapenda kusujudiwa, wanapenda kuabudiwa. Wana wa dunia wakipata tu cheo, akipata uheshimiwa, anataka watu wamwabudu, anasasiwesa. Lakini sheria za wana wa Mungu, ambao ni neno la Mungu ninatuambia wa kuabudiwa ni mmoja tu ambaye ni Mungu wa mbinguni, wa kusujudiwa ni mmoja tu ambaye ni Mungu wa mbinguni. Lakini wana wa dunia wana desturi zao na sheria zao, kwamba mtu akishapata cheo ni raisi, ni mheshimiwa. Of course mimi nasema anayestahili heshima apewe heshima, sio heshima ya Mungu, sio heshima ya Mungu. Wana wa dunia akishapewa cheo, akiwa pataka cheo anatakiwa heshimiwe, mnapopita mnamsujudia mnaaminiamia hivi sasa, wa, wana wa Mungu a, hawana sheria hizo. Ndio maana tunaona Hama analichukia, baada ya kuona huyu mbona anapinga, baada ya kuona anapinga, akauliza hu ni kabila gani na ni taifa gani? Wakamwambia ni Myahudi. Akasema, ah, ndio wale lile taifa ambalo sheria zao zinafarakana na, na sheria za mataifa mengine. Hawa watu hatupaswi kuchukuliana nao, na ndio maana wana wa Mungu halisi hawachukuliani na uongo na uovu. Kwa nini? Kwa sababu kanuni na sheria zao ni kinyume na sheria za wana wa dunia. Wana wa dunia wanajipendekeza kwa wakuu, wanajikomba kwa wakuu kwa kuwaabudu, kwa kwa na kuwanyenyekea waheshimiwa wa dunia. Wanapenda kuheshimiwa, yaani ile misri ya kuabudiwa, wanapenda wasifiwe, wakati wa kusifiwa ni Mungu tu kila anachokifanya eh, fulani bila fulani, mnapokea heshima ambayo haiwastahili. Ndio maana wengi wanakufa vifo vibaya. Kwa nini? Wanapata, wanataka waheshimiwe wana, wanataka heshima ambayo ni ya Mungu. Kilichomua Herode akatafunwa na chango ni kwa sababu alipokea utukufu wa Mungu. Naonya nyi viongozi na watu wengine mnaopenda mpokee heshima ya Mungu, mnapenda kuheshimiwa pasipo wewe ningelikufa. Baada ya kusema hizo, sifa ni za Mungu unapokea. Bwana Yesu asifiwe sana! Lakini sisi tunamwabudu Mungu aliye hai, sheria zetu zimefarakana na sheria za mataifa. Mwana wa Mungu sio mtu wa kujikomba na kujipendekeza, ki, kwa kujirahisi, kiasi cha kwamba atamwazimisha mtu kuliko kumwazimisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiyo maana hata Yesu Alitu, alituonya katika kitabu cha cha Yohana sura yake ni ya kumi na saba, msimwite mtu baba duniani, sababu baba mnaye mmoja, wala msiwe na mtu kiongozi duniani, kiongozi mnaye mmoja. Kwa nini alisema alisema hayo? Kuepusha watu ili hali ya kumchukulia mtu kama ndo baba wa mbinguni, wana mheshimu kupitiliza, wana mheshimu kiongozi wa kupitiliza. Ile heshima ya kiongozi, Yesu haheshimiwi, ha, wanaheshimu wanadamu. Ndio Biblia inasema lakini watu hawa ni watu ambao wananiheshimu kwa midomo yao lakini mioyoni mwao niko mbali, mioyo yao iko mbali nami. Kwa hiyo ni watu ambao wanasema tunamheshimu Yesu, tunampenda Mungu, tunamheshimu Mungu lakini wanaabudu wanadamu. Wanaabudu sheria za wanadamu. Wanaabudu kanuni za wanadamu. Ndio maana ukuta mtu akishapata waskofu anataka yaani ni kinyume cha uongozi ulioachiliwa na Kristo akishapata waskofu anataka nyenyekewe, anataka abudiwe. Ukionekana umwabudu atakutoa atakuamisha. Akishatoa mchungaji, anataka washirika wote basi wamnyenyekee, hali ya kumwabudu, ampige magoti, ba ba ba ba ba ba ba. Achana kuabudu wanadamu. Wewe, wewe ni kiongozi, aliye kiongozi anatakiwa kuwa mtumishi wa wengine, natakiwa kuwatumikia wengine. Sasa tunaona Hamani anapata kizaza na chuki. Kwa nini? Kwa sababu huyu hainami, huyu haabudu mbona huyu apomoki akajawa na hasira, akajawa na uchungu. Alipojawa na uchungu, akatamani kabisa kufanya nini? Amwangamize nani? Kwa sababu ainame, amwabudu. Ndivyo ilivyo hata serikali za kidunia. Tunaona watu ambao wanakuwa wanasimama katika haki, serikali za kidunia zinatamani ziwaharibu, zinatamani ziwaue. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu sikiliza, hakuna Ayuba aliwahi kusema hakuna kichafu hakuna kisafi kinachos, kinachotoka kwa kisafi no hakuna ki, kichafu. Ngoja nisome Ayubu kumi na nne, acha nikuonyesha jambo hili ili nisije nikakosea. Uh, fungu hili ambalo Ayubu alisema, Ayubu sura ya sura ya kumi na nne mstari wa nne: ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi kitoke katika kitu kichafu? Hapana wezae. Wana wa dunia wao ni maisha ya dunia tu, wanapenda ukuu, kuheshimiwa na ndio maana wapendi kuona wengine wanapata, kasemu, kutende, wengine wanapata wanavyopata. Ndio maana Yesu akasema usiotaka kutendewa usiwatendee wengine. Bwana Yesu sana. Ndio maana utaona kuna baadhi ya wanasiasa, mimi nawaita ni wainjili wainjilisti, hawa hawa ni wahubiri wa injili hawa, ijapokuwa wamtaji Yesu lakini ukiona vitu wanavyovisema unaona hawa watu wanahubiri, wanahubiri hawa Ila japokuwa wataji Yesu, lakini kitu wanachokisema, mbona waubiri wasemi? Mbona waubiri wamenyamaza? Unaona, hawa ni waubiri ambao unakuta baadhi ya, ya, ya, wanasiasa ni kujikomba tu kwa wakuu eh, baba baba, kama si wewe baba, kama si wewe baba, mala eh, mama kama si wewe eh, yeye ni wanajikomba paka. Unajua, hawa watu hawa watu, mbona wanamwazimisha mwanadamu, kuna nini hapa? Hawa wanamwazimisha amani, ama ana nini huyu? Haman atakufa tu. Haman, unayemwazimisha ni mwanadamu, atakufa atakufa huyo. Wakuazimishwa ni mmoja tu, Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Mordekai akakataa akasema, liwalo na liwe hata kama wameniandika sheria ya kutundikwa, liwalo na liwe, niko tayari kutundikwa, lakini sintainama kwa Haman. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asiwe sana. Sinta inama. Sikiliza, Yesu alipoona makutano katika Yohana, katika Yohana sura Luka sura ya 14 kwanzia mstari wa 25, aliwageukia makutano akawaambia, mtu yoyote asiyemchukia mama yake baba yake watoto, hata nafsi yake mwenyewe hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Maana yake nini? Tunapomjia Kristo, tunatakiwa kujikana, unatakiwa na self denial. Kwa nini unakuwa na self denial? Kwa sababu njia hii imefarakana na njia zingine zote, lazima uwe na self denial, kujikataa. Akasema na ubebe msalaba wake anifuate kila siku okay. Tunaposema kubeba msalaba kumfuata Yesu, Yesu ni nini? Yesu ni neno. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, huyo neno alikuwa kwa Mungu, huyo neno alikuwa ni Mungu. Pasipo yeye akikufanyika chochote Kilichofanyika. Maana yake tunapojikana tunajitwika msalaba, tunamfuata Yesu. Tunaposema tunamfuata Yesu, tunalifuata neno. Kile neno limesema ndio mwanzo mwisho. Tunakifuata. Ndio maana yake kumfuata Yesu kila siku ni kulifuata neno kila siku. Maneno niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Maana yake tunaweza kufuata neno, kile neno linasema ndio kauli yetu ya mwisho. Hao ndio wana wa Mungu, hao ndio mabalozi, hao ndio mawakili wa siri za ufalme wa mbinguni ambao hawana haja kuwafuata mapambio na maneno ya watu. Hawana haja kujipendekeza wapate vyeo. Hawana haja kujipendekeza wapate ukuu, wapate uwaziri, wapate ubunge, halafu mwisho wa siku wakachomwe moto. Hawana haja. Leo limezalishwa taifa la watu wenye kujipendekeza na kujikomba kwa lengo la kupata vyeo. Unamwazimisha mwanadamu na kumwabudu mwanadamu kwa lengo la kupata cheo, kwa lengo la kupata ukuu, heshima aliyokuwa nayo Hamani, ili mwisho wake ilikuwaje? Ni kufa yeye na nyumba yake yote, kwa sababu alitaka heshima ya Mungu, alitaka asujudiwe, alitaka abudiwe. hapo nino wa kumwabudu ni Mungu tu. Kamwe wana wa Mungu hawatasubutu kupiga magoti kwa mwanadamu, kana kwamba yeye ni Mungu. Hatapigiwa magoti huyo Atapigwa magoti Mungu peke yake. Ndio kumwazimisha, wakumwazimisha wewe, tutakupa heshima yako kama binadamu anayestahili heshima, anayestahili heshima heshima, anayestahili hofu, hofu, hofu ya kibinadamu sio hofu ya kiungu, kana kwamba anaweza akatoa roho huyo. Ndio Biblia inasema mwogopeni yule awezee kutoa mwili na roho, msiogope awezee kuwa mwili tu, basi ana uwezo wa kufanya lingine tena, huyo sio kumwogopa na sio kumwabudu. Ndio maana Mordekai akakataa sheria za wana wa Mungu. Zimefarakana neno tulilonalo, neno la Kristo limefarakana maneno mengine, na ndiyo maana tamaduni yetu inatofautia tamaduni zingine. Tamaduni yetu siyo ya Kimasai, tamaduni yetu sio ya Wagogo, tamaduni yetu sio ya Wangoni, tamaduni yetu sio ya Wafipa. Hiyo siyo tamaduni yetu. Maana yake tamaduni yetu ni ya kutoka mbinguni. Kila ambacho neno limesema ndicho tunachofuata wanaesa siwe sana e, hey, mtumishi hapa na ubiri wa Masai usihubiri, ubiri, ubiri kuingata tamaduni zao wa, wa Masai, hakisha muamini Kristo anabadilisha anavua magwanda yao ya Kimasai. Wewe ukaje Masai unaingia umeingia ume, mimi nime kanisani kwangu, amekuja Masai amekuja amevaa ovyo kaptula, inaonekana na nini, kaambia ah no no no no, wana Mungu hatustahili kwa hivi, hatustahili kwa hivi no no no no hatuna no. Hatuna tamaduni zingine, lazima uambie ukweli Tamaduni zetu zimefarakana na tamaduni zingine zote, namna ya wearing style tunatofautiana, uvaaji tunatofautiana, namna ya maisha tunatofautiana, tuna lazima kutofautiana. Ndio maana Yesu akasema katika Luka kumi na mbili arobaini na tisa. Angalia anachosema, nimekuja kutupa moto duniani na ukiwa umekwisha washwa ni nini nitakalo zaidi? Lakini na ubatizo ni pasao mm -hmm. kubatizwa nami nina chu, nina dhiki kama nini hata utimizwe. Je, mwadhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani? Nawaambia, la sivyo, bali mafarakano. Kwa kuwa tokea sasa katika nyumba moja watakuwamo watu watano wamefarakana, watatu kwa wawili, wawili kwa watatu watafarakana. Baba na mama, baba na watoto watafarakana. Kwa nini? Yesu hakuja kuleta amani duniani, alikuja kuleta mafarakano. Maana yake alikuja kuleta self denial. Ukate watu wako wa karibu. Wakati mwingine alileta mafarakano hata kwa mtu na bosi wake. Bosi wake anataka mlazimisha hadi hadi wa, wafanye wafanye mapenzi na mlazimisha. Anasema no no no. Kama wanaojikomba ni wana wa dunia ili wapate vyeo wapandishwe daraja ili waweze wapate promotion, sio mimi. Mimi nimefarakana na ulimwengu wote, maanake sio watu wa kujikomba ili wapate kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maanake ni watu ambao hawako tayari, hawako tayari kupoteza utu na thamani ya maisha yao, ndo maana anasema zimefarakana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu amekuja kutupa moto, akuja kuleta amani kama unavyofikiri Alikuja kumfitini mtu na bosi wake. Bosi wako na bosi wako analeta mambo ya kuabudiwa na kunyenyekewa mwambie no, wa kuabudiwa ni Mungu tu. Akitaka ufukuza kazi, mwambie niko tayari kulipa hiyo gharama. Lipa hiyo gharama. Wakina Mordekai walilipa gharama, hatimaye wakaingia maombi ya siku tatu, yule mbaya wao wakanyongwa. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikubali hata kidogo kuuza utu wako, kuuza thamani yako. Ndio maana, ndio maana Yesu akasema mtu yote atakaye kuja kwangu ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake. Jitwike msalaba wako. Uwe tayari kumfuata Yesu. Hata kwa maumivu ndio huo msalaba, hata kwa maumivu, hata kwa mauti. Sikubali kucompromise naona wa dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikubali kucompromise. Leo itakuwa Tanzania tunaingia, tunaelekea kwenye uchaguzi. Ndio utaona sasa vijana kujikomba wa baba wa nini? Yaani, yani yani, tume tume, tume, tumedhalisha kizazi cha watu kuabudu wanadamu, kana kwamba wao ndo wanatoa maisha. Maisha yanatolewa na Mungu tu. Wana wapo wanadamu nafasi ya Mungu, na nyinyi wanadamu napokea nafasi ya Mungu, mna shida mbele, mtakutana na mabaya. Kwa nini umekubali kupokea nafasi ya Mungu? Baada ya kujinyenyekeza, kwa sababu Mungu amewapa neema, amewapa amewapa uongozi, amewapa ne, hebu tumikia neni kwa kunyenyekeana. Tumikia neni kwa kunyenyekeana, kwa unyenyekevu. Kila mmoja amhesabie mweza, mwenzake kuwa bora kuliko nafsi yake. Hicho e ndo neno linasema. Usijiangalie wewe ndo, usijihesabie wewe ndo bora. Jiangalie kwamba wewe sio bora, mwingine ni bora kuliko wewe. Hicho ndo Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ninakuonya, tabia za kiama ni zimeenea sana. Lakini we mwana wa Mungu uliyemwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tafadhali usi, usi, usi, usi, usi wainamia wana wa dunia. Usiwape wana wa dunia heshima ya Mungu. Bibi nasema si nitampa mtu yeyote sana. Si nitaipa sanamu heshima yangu. Mungu hawezi kuipa sanamu heshima yake. Mungu hawezi kuabudu sanamu. Sisi tu hekalu la Mungu. Eh, tu hekalu la Mungu hekalu la Mungu, Mungu yuko ndani yao unamwabuduje? No, unaabuduje sanamu? Unaabuduje a temple of the evil spirit? Unaabuduje huko? Wa kuabudiwa ni mmoja tu ni Yesu Kristo. Sisi sheria zetu zimefarakana na sheria za mataifa yote, haziendani. Bwana Yesu Kristo sifiwe, haziendani. Mungu wa mbinguni akubariki. Naitwa Mwalimu Kaputa. Bwana awe pamoja nawe. Amen.